Unasikia mpenzi wangu, hebu nisubirie mara moja hapo, mi nakuja. Sema hapa hamna mawakala, ningekutumia pesa ukalipa. Unasikia, nisubirie, mi nakuja hapo mara moja. Oya boda mwanangu eh, unasikia sasa mwanangu, nipeleke hapo kwenye guest ya Kigala mara moja mwanangu, kuna mtu ninamsubiria hapa mwanangu. Ningekupeleka vizuri tu mwanangu. Kuna mtu mwanangu, sikiliza, nisaidie mara moja mwanangu, twende, wenielewe mwanangu, mimi kuna mtu ninamsubilia. Mi? ni ah, oh, sikia, sikia kwani huyo mtu namsubilia. Basi sikia, mimi nakupa elfu tano mwanangu, twende peleke chapu mwanangu, yani mimi na umuhimu naye mwanangu, afu mwanangu anataka kuondoka mwanangu tangu nianze mahusiano yangu sio kona naye, kwa hiyo kafanya kama kunitunuku yani. Afu kanishtukiza mimi nilikuwa na mishe zangu tu, unaona. Kwa hiyo naomba nipeleke ndugu yangu mimi, nika nika nani mwanangu, mishiba imekaza mwanangu, mishipa sielewi hapa mwanangu hmm, kashakula na ulizi zangu nyingi, nimeshatumwa via mara kaka, naomba nisaidie kwa hapa nipo, nishajiandaa mwanangu sana na mkongo wako sume nileo kwa hapa nishamaliza naikia kitu mwanangu. mimi nataka niende nikamaliza naikia kitu fresh ya bro. Wewe we, naenda tu mimi kuna mtu ninamsubiria. Ah bwana we, hebu yeah. Naomba basi hebu nisikilize kaka, mimi ni mwanamume mzee, mimi naomba niwaishe tu mara moja, na kule ni mbali, si umenielewa? Kwa naomba unifosie tu nipeleke mara moja, baby <laughs> <laughs> wewe mtu baby baby, hivi wewe wakunikalisha mimi muda wote wanasubiri hizo chipsi, unafikiri umeenda kwenye shamba la viazi hivyo? Wewe mwanamume unajitambua, unajua kama mimi nauma njaa, lakini baby yule waiter, waiter hapa chichifu anakasema hivi, hapa hapa ndo anadeka jikoni hivi, ndo nikamua, ngoja nikufate tuondoke. Kia nikwambie, usinichoshe mwanaume, tuondoke tukafuate <laughs> <Mbibasikati. laughs> hivyo. Hey, mwanangu hivi una akili kweli mwanangu? Yaani unaacha pesa kabisa mwanangu, kisa mambo yako ya kizinzi, si ndio hivyo? <laughs> Yani ndio maana hata taifa yetu aliendea vijana, ndio maana tunakosa maendeleo kisa vitu vidogo kama hivi. Yaani mwanangu naacha pesa kabisa, yaani kisa uzinzi wako, si ndio hivyo? kwani mimi taila Manchester, yani Man U, wewe ni taila ndio? kwa nini unaacha hela kisa uzinzi hmm? Mkongo, unaona wapi? kanisani eh? akanisn <laughs> <laughs>